Naibu, naibu kinara wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ameendeleza mashambulizi kwa serikali akidai kwamba inapanga wizi wa kura katika chaguzi ndogo za wiki ijayo. Matiang'i ambaye amezungumza katika kaunti ya Nyamira amesema kwamba upinzani umeweka mikakati ya kuchunga kura hizo kama Stephen Leto anavyotuarifu. Nyuzi joto za uchaguzi mdogo wiki ijayo zikiendelea kupanda, naibu kinara wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ametoa onyo kwa serikali kuhusu wizi wa kura katika uchaguzi mdogo zitakazofanyika Alhamisi wiki ijayo. Sisi ndio tuko na pesa, sisi ndio serikali. Kama huyo mtu mwingine anasema hapo eti tutaiba kura, eti tutajua hatuta kura Unajua, kuna ujinga ambao awezi kusemekana ni ujinga wa aina gani? Unaambia watu hatuna kura, so you know, you have no vote. Watu wamekataa. Matiang'i akisema Wakenya wamechoka na serikali kutokana na uongozi unaopuuza matakwa ya Wakenya. Sasa leo asubuhi wamepiga eh, gavana anatembea akiwa kwa eh, campaign huko Kabuchai, na uwezi kuniambia nimekuwa kwa usalama. Huwezi kuniambia county commissioner security team, county police commander, regional police commander, regional security team hawajui nini ilifanyika huko, alafu mwanze kujifanya hapa eti wao ilikuwa mgogoro. Uwezi ukadanganya wakulima wa chai eti kwamba umetengeneza kilimo ati wamepata bonus mzuri, na ila kwamba wamepata shilingi kumi. Raisi wametengeneza bonus kweli. Kijoto hicho kiliendelea katika kaunti ya Bungoma, ambapo viongozi wa vuguvugu la Kenya moja walitupia tope hotuba ya rais bungeni na kutaja ahadi zake kuwa ahadi ambazo hazina mwelekeo. Kwanza amekuja na manifesto mpya saa hii, amesema anaanza mambo ingine nne. Eh, ile ingine alitudanganya ya bottom up, sijui yasisijui kwa wapi hazungumzii saa hii. Unawezaji zungumzia mambo ya elimu ukose kutaja ishu ya walimu wa JS. Ukose kutaja ile pesa zaidi ya bilioni sabini yenye serikali yako haijalipa private universities ya sponsored students. Haujasema kitu yote kuhusu hiyo. Atishai wa aliko Singapore. Na Singapore ina